Hata hivyo, siku yako ipo, Dilisheva alisema huku akipiga funda ya sharubati. Jaka litabasamu kama kawaida yake, ila moyoni aliungulika kwa vile alivyopokonywa na hati yake. Baba mtu naye alitingisha kichwa kama ishara ya kukubaliana na kauli ya mkewe, ila ina alijitahidi kutomwangalia Jaka. Naam, wakati umewadia sasa wa kupata historia ya mgeni wetu Bwana Siri, naomba utueleze ilivyokuwa hadi ukajipata pale ulipo kwa sasa. Je, ni kutokana na bidii au ni bahati tu? Didatoni aliuliza kwa ukakamavu. Huenda ndio wakati wa kukasua barika. Siri, usifanye hivyo mbele ya macho na masikio ya dunia nzima, aliwaza Wakati huo aliona jinsi Bwana Kalia alivyojikaza asionekane alivyotekenywa. Bwana Kalia alihisi kuwa siku hiyo pangetokea jambo moja kuu, ama kuungua yote aliyojenga au kuendeleza ujenzi huo. Aliomba ruhusa ya kwenda msalani. Akiwa nje, alijaribu kumpigia siri simu ila hakumpata hewani alitaka kumkumbusha kuwa kuna sehemu katika historia ya ufanisi wake isiyotakikana kueleza mtu yeyote seuze ulimwengu. Aliingia msalani na kukawia kwa dakika kadhaa kabla ya kurudi studioni. Siri alishaanza kusimulia safari ya maisha yake. Kulikuwa na mashindano ya somo la sayansi miongoni mwa shule za upili katika kaunti yetu. Wapenzi wa somo hilo kama mimi na mwenzangu Ja tulijitahidi kuandaa miradi kwa ajili ya mawasiliano. Tuzo ya mshindi ingekuwa kupata ufadhili katika masomo kuanzia shahada ya kwanza hadi shahada ya uzamifu katika chuo kikuu cha uhandisi. Wadhamini wa tuzo hiyo walikuwa wataalamu wa uhandisi kutoka Uchina. Walipewa fursa ya kujenga maabara ya kisasa katika shule teule nchini katika kuimarisha uhusiano zaidi kati ya nchi yetu na Uchina. Aghalabu walitoa tuzo kila mwaka kwa shule za maeneo mbalimbali. Shule yetu iliwasilisha miradi bora zaidi kati ya wawasilishaji ishirini bora. Nafasi za kwanza tano, isipokuwa ya pili, zilitwaliwa na shule ya upili ya Kayole nilikosomea wanafunzi watatu bora walikuwa cha masumbuko, Jane Kembo na mimi. Sililimhalia kwa kweli, kila nikumbukapo haya kuwa sina amani ulisi. Nimemhidi rafiki yangu miaka saba ya, ya ufanisi, ila na tumai siku moja nitakuja kukufaa Jack. Mtangazaji alimkazia macho siri, ukumbi ukawa umetulia, machozi yalimlengalenga siri. Zimshewa alimtazama mwanawe tu, kijasho kilimtoka Bwana Kalia. Wakati huo anataka kutoka nje, ingewezekana angekatiza mahojiano hayo. Hata hivyo, alijikaza na kuamua liwalo na liwe. Nimekuja kuungama kwamba kazi ya jaji ilikuwa ya kupigiwa mfano. Si ajabu kwamba mawazo na familia yalizoibua wakati ule zimetiwa vitabuni kinachonihukumu ni kuwa mambo hayo yameandikwa kwa jina langu. Ni kweli kwamba kazi yangu ilikuwa nzuri pia, ila katika shindano hilo si mimi niliyeshinda. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Shirika lililofadhili tuzo lilitoa tangazo la hafla ya utatangua mshindi. Viongozi mbalimbali wakiwamo wa mawaziri na wataalamu wa sayansi walihudhuria. Takribani wanafunzi mia tatu kutoka shule hamsini walihudhuria pia. Ilikuwa hafla ya kutamanika. Kabla ya watu kutulia kwenye jumba la sherehe, sisi watatu tuliitwa kwenye afisi ya mkurugenzi mkuu wa shirika hilo. Hapo tulionyeshwa majina yetu na jinsi tulivyofuatana kwa alama. Jaka aliongoza kwa asilimia tisini na nane Alifuata kwa karibu na Jane Kembo kwa asilimia tisini na saba. Mimi nilikuwa watatu nikiwa na asilimia tisini. Baada ya kupewa kongole, tulirejea ukumbini ambamo mmoja wa waandalizi wa shindano alikuwa akitoa hotuba. Sote watatu tulimshangilia mshindi. Kabla sijatulia, nilitazama nje kupitia kwenye dirisha, upande wa afisi ya yule mkurugenzi nilimwona babangu akiingia wa mle. Wakati huo sikusikia aina yoyote ile. Isitoshe, yeye alikuwa mmoja wa wanakamati katika Wizara ya Sayansi na Teknolojia. Kwa wiki nzima alikuwa akishughulika na mipango ya kufanikisha hafla hiyo. Kunde, mratibu wa shughuli, alichukua usukani baada ya hotuba ya kiongozi. Wakati huu kazi yake ilikuwa kutangaza washindi. Tulishangaa mabadiliko yaliyotokea. Hata hivyo, hatukuwa na muda wa kulalamika, ila kutoa idizo kwa wanafunzi wenzetu kutia bidii. Nilitangazwa mshindi, kando na kutajiwa mradi nisiyokuwa nimeshughulikia. Kulingana na mratibu huyo, nilifuata na binti Vyembo, kisha Jaka kawa watatu. Tangazo hilo lilikuwa kilele cha sherehe, ambapo baadaye watu walianza kufumkana. Sisi tulipelekwa hotelini ambapo tulishiriki chamcha uweko Bwanachana ambaye ndiye aliyekuwa mwenyeji wetu. Wengineo walikuwa mawaziri wa wizara mbalimbali nchini, walimu wakuu wa shule zetu na wazazi wetu, hawakwisha kutupongeza kwa juhudi tulizofanya. Jack na Kembo walikabidhiwa hundi za shilingi elfu kumi kila mmoja. Binti Kembo aliwapa wa wazazi wake hundi yake. Jaka alimwendea mamangu vimshewa na kumkabidhi zawadi yake amhifadhia urafiki wetu au kuzimwa na kasio. Na hiyo siku tulizidi kufanya kazi kwa pamoja na kupendana kama ndugu watoka nitoke. Siku zilisonga na tukafanya mtihani wa kidato cha nne. Tulipita kwa alama za juu. Ikumbukwe kwamba hata wakati huu Jak aliliviku bwa tano baraha ikawa hakuwa na wazazi hela alizoshinda wakati ule zilihifadhiwa na mamangu na ndizo alizoanzishia biashara ya, ya kuuza viatu kunde niliposafiri kuja huku Uchina. Ni muhimu kutaja kwamba wazazi wangu walikuwa na uwezo wa kunipeleka chuo kikuu bila ya ufadhili wowote. Matarajio yangu yalikuwa kwamba wangetimiza ahadi waliotoa kwa wazazi wakeja siku walipofariki katika ajali ya barabarani, kwamba wangemtunza hadi afikie kilele cha masomo yake. Maskini taka libaki kuuza viatu na kulipa nusu ya faida yake kwa wazazi wangu wakaita shukrani ya malezi. Mwenzangu ana kinyongo, wala sijawahi kumsikia akilalama. Hata hivyo, kimya chake ni hukumu mno. Huenda ndiyo maana Mungu akamkarimu ufanisi na upanuzi wa biashara yenyewe nani hapo nchini asiyetambua masufutwa? Tufike hapo kwa maana maada muga ni ufanisi na upanuzi wa biashara yenyeo. Nani hapo nchini asiyetambua ya masufutwea siri? Alitua kidogo, kimya kilishamiri, hakuna aliyedhubutu kumwangalia mwenzake. Kisha akaendelea, nakuheshimu sana Jack, nashukuru Mungu kwa fursa hii. Nilitaka ni kuombe msamaha mbele ya ulimwengu mzima tumekutenda ila usitie shaka, nimekwishapata kazi nayo ina na ujira mzuri. Nimetoa mshahara wangu wa mwaka huu kufadhili masomo yako ya chuo kikuu, wewe kwangu ni ndugu. Na kusihi uwasamehe wazazi wangu, kila mzazi hutakia mwanawe mema, ila wakati mwingine hutumia mbinu mbovu. Nani wazazi wangu napenda mfahamu kwamba nisingeishi kwa, nisinge kwa furaha niliyotazamia kama nisingefanya jambo hili mm. Najua liferea kwenu. Natumai watazamaji wa kipindi hiki watahimizika kutoa dhuluma mayatima na maskini. Mtangazaji mm. alikuwa na kibarua kigumu, angesema nini? Hata hivyo lisilobudi ubidi maji akitwisha yambulia nguo shati ya yaoge. Alitikoza kisha akawauliza Bwana Kalia na mkewe kujibu madai ya mwanao. Bi Mshewa ndiye aliyetangulia kusema. Kwa kweli, nimeungulika sana miaka yote hii kwa unyama tuliyomtendea Jaka. Mm -hmm. Ni vigumu kwa binadamu kuungama jambo kama hili, ila kwa sasa naona ndiyo njia ya pekee ya kuniusuru nafsi yangu. Mm -hmm. Nilijaribu kumwanzishia biashara hiyo ili niepuke kichomi moyoni lakini nilipoona anaanza kuimarika, tamaa ilinivaa, nikamtaka awe akitulipa nusu ya faida yake ya kila mwezi. Muhimu ni kuomba msamaha, mwanangu Jack, sitaki laana kwa wanangu. Baada ya bilshewa kuongea, Kalia alipewa fursa. Yeye alimsifia mwanawe kwa ujasiri wake, alimwomba Jack msamaha pia alitaka siri kutojitaabisha na masomo ya Jack; yeye mwenyewe angeshughulikia hilo. unayepia kusema ja, ja. ja. asante <todicu> muhimu kwangu sasa ni kwamba nyota yangu ya elimu itaanza kung'aa tena, na kushukuru siri kwa kufanikisha hili. Nilifahamu kuwa wewe mwenyewe ukuwa na uwezo wa kubadili lolote, ila kwa kukumbuka usuhuba wetu na heshima nang'amua kwamba tutakuwa tu marafiki, sisi ni ndugu. Sina ngoa. Nanyi wazee wangu hata, ingawa mlinipoka nafasi hiyo, kuniruhusu kufanya biashara ni kama kuniingiza katika chuo cha maisha, nacho kina masomo si haba, ijapokuwa mitihani ya maandishi yaimo. Nimewasamehe, alisema Ja kwa utulivu pikatoni. Alivuta pumzi nzito akasimama kuwasalimia watatu hao. Kabla ya kumwaga siri, aliwashukuru kwa muda wao, kisha akahitimisha kipindi. Waliruhusiwa kuondoka studioni. Njiani furaha ilitanda, huku kila mmoja akijisikia huru. Walizungumzia baadhi ya vyuo ambavyo Jak angeweza kusomea.